Katika dini yetu ya Kiislamu mama amepatiwa haki zaidi kuliko baba. Katika dini yetu ya Kiislamu Mwenyezi Mungu alipowazungumzia wazazi wawili aliposema, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wafisaluhu fi ameini anishkur li waliwalidaika ilay lmasiru. Kwenye hii aya Mwenyezi Mungu aliwataja mwanzo wazazi wote wawili, ambao kwamba ndiye sababu au wao ndio sababu ya uwepo wetu duniani baada ya Mwenyezi Mungu wawasina alinsana biwalideihi, na tumemuhusia huyu mwanadamu kuwafanyia wema wazazi wake wawili. Mwanzo kabisa Mwenyezi Mungu aliwataja wazazi wawili, kisha akamwacha baba pembeni, akaanza kuzungumzia nafasi alizocheza huyu mama akisema, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin Huyu mama aliibeba mimba yake, dhiki juu ya dhiki, dhiki zinapishana. Mwanamke asili yake kimaumbile ni dhaifu, kisha kuna mzigo ambao kwamba Mwenyezi Mungu kwa hikma anayojua yeye alipenda mimba mwenye kuweza kuibeba ni huyu mwanamke. Kwa muhula wote atakaoibeba ile mimba, kuna mambo yanampitikia mara anatapika, mara joto limezidi, mara hana hamu ya chakula, mara analilia vitu fulani fulani ambavyo kwamba akiwa katika hali yake ya kawaida hawezi kujaribu kusogelea vitu kama hivyo. Utamkuta yu ala udongo, utamkuta yatafuna hili, utamkuta yatafuna lile, mpaka inafikiria kuzaa. Kuna baadhi ya wazazi wanaondoka duniani, mtoto anasalimika. Huyo mama Mwenyezi Mungu anasema, hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin wafiswaluhu fi ameini. Kesha zaliwa kitoto kichanga kinaingia duniani kinalia nini? Kinategemea hicho kitoto, hakuna chakula anayotegemea juu ya mgongo wa ardhi ila kifua cha mama, ila maziwa ya mama kumnyonyesha mpaka kuacha kumnyonyesha ni miaka miwili. Huyu mzazi mama. Ndugu Waislamu, Uislamu haujamwacha nyuma. Kuna sahaba alikuja akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallama, ya Rasulullah, nani katika watu ambaye kwamba anastahiki ukaribu mno katika usuhuba na mimi? Mtume akamjibu akamwambia, ummuka, mama yako akamuuliza tena thumma man, kisha nani baada ya mama? Mtume akamueleza mara ya pili, ummuk, mama yako mzazi. Thumma man, mara ya tatu, kisha nani? Ummuk, Mtume mara ya tatu akamtajia mama. Akamuuliza thumma man, kisha nani? Hapo ndiyo Mtume akasema thumma abuka, kisha babako. Mtume alimpatia mama haki tatu kabla ya baba kuipata haki yake. Ya kwanza, nitawausieni enyi ambao kwamba bado mama yako mzazi yuko juu ya mgongo wa ardhi, fanya bidii kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu. Huo ni mlango wako wa kuingia peponi, mlango mpana sana, usije ukakosa hiyo neema Usije kuna siku ukiyafungua macho yako mama hunaye tena juu ya mgongo wa ardhi, zitafute radhi zake. Na wala haingii akilini, mamako mzazi ambaye kwamba hakuna alokuwa anaijua lugha yako udogoni mwako ukiwa kitoto kichanga, ila mama lugha ambayo kwamba unaitumia communication unayojua duniani ni kulia. Ukiwa na njaa utalia, ukiwa mgonjwa utalia, ukiwa umeenda haja utalia. Yaani communication ambayo kwamba unaitumia kama kitoto kichanga duniani ni kilio, na hakuna ambaye kwamba anajua kilio hicho kukitafsiri ila ni mamako mzazi. Itakuwaje huyu mama eti umchukue umpeleke kwa nyumba za wazee, angaliwe huko, abadilishiwe pempers, afanyiwe kufanywa wewe, huko uliko umejishughulisha sana na dunia, huna time kabisa, dunia kupeleka mbio, unaambiwa tu pesa imeisha pempa ama jambo fulani. Unangoja siku maalum eti dunia ilitenga ni siku ya Mothers Day. Hii siku labda ndio unamtumia ujumbe. Hii siku labda ndio unampelekea ua. Hii siku labda ndio unafunga safari rasmi kwenda kumtembelea kwa nyumba za wazee. Nitakuhusia na kujihusia, tutafuteni radhi za Mwenyezi Mungu kwa kuwatupia jicho mama zetu wazazi, kwa hakika ni mlango mpana, mlango mkubwa wa kuingia peponi.